Nami nitumie fursa hii kushukuru sana kupata fursa niweze kuchangia bajeti ya ofisi ya Rais Tamisemi, lakini nitumie fursa hii pia kumpongeza mheshimiwa waziri, naibu waziri wote wawili, pamoja na katibu mkuu na wataalamu wote kwa kazi kubwa na kazi nzuri sana wanaoifanya. Mheshimiwa Spika, mimi nitajielekeza kwenye mambo manne. Jambo la kwanza nitazungumzia mradi wa Tactic mradi ambao Daktari Samia Suluhu Hassan ametafuta fedha kupitia World Bank, tumezipata na unakwenda kubadilisha jiji la Arusha. Barabara imeshaanza Sheraton, barabara ya Engo Sheraton, ya Ola City. Lakini mheshimiwa waziri naomba ujue tu kwamba mkandarasi anasuasua yuko very slow, japokuwa fedha zipo. Kwa hiyo ningeomba ofisi yako ikaongeze nguvu kwenda kumsukuma, ili matunda haya watu wa Arusha waweze kunufaika nayo. La pili kupitia mradi wa tactic pia tuliweza kupata komponenti ya kujenga stendi ya kisasa jiji la Arusha, kujenga soko la Kilombero na soko la Pamulombo, na tarehe kumi na tisa mwezi wa kwanza mwaka jana tenda litangazwa jana. Mheshimiwa naibu waziri ametujibu hapa kwamba mchakato ule ulifutwa uli kwa sababu mtu alipatikana alikuwa hana kigezo. Mimi nimeona pale palikuwa pana usimamizi hafifu wa wataalamu kama metangaza Januari mpaka kufika mwezi wa sita mngeshajua, kama mtu mwenye kigezo hana, mkatangaza mtu mwingine. Wakasubiri mpaka mwaka mzima ukaisha, wakaja kutangaza mwaka huu. Mimi ningeomba wizara yako ingekaa karibu sana na wale ambao wanasimamia mradi huu ili uweze kukamilika na kuanza kwa wakati, na jana mmetupa ahadi kwamba kufikia Mei mkandarasi atakuwa site, na mimi mheshimiwa waziri, sina mashaka na wewe kwa sababu ulikuja pale Esolongdo baada ya kuzungumza kipindi fulani tumeona ile mkandarasi yuko site na kazi inaendelea. Tunaomba na hili pia la stendi ukaliwekee nguvu ili mwezi wa tano mwaka huu mkataba usainiwe na tumwone mkandarasi akiwa eneo la site. Lakini kwenye hili nina angalizo moja tu kwenye mradi wa Tactic, tunataka tujenge barabara ya lami kutoka eneo la stendi kuja barabara ya Mbauda, lakini Tanroads pia wamesaini mkataba kilometa sabini kutoka kona ya Mbauda kwenda mpaka Oljoro ambayo ni eneo ni hilo hilo wao wanajenga, hizo fedha zikiokolewa ziende zikaondoe changamoto nyingine barabara kwenye maeneo mengine ya jiji la Arusha. Lakini tunatamani pia barabara yetu ya Lemala ambayo ni TBO Tanesco pia ingie kwenye mradi wa Tactic ili iweze kuondoa changamoto hiyo. Barabara pia ya Kibo na yenyewe iweze kumaliziwa. Lakini pia na barabara ya kutoka pale Engo Sheraton kwenda mpaka kule upande wa daraja la pili. Sasa, la pili, Mheshimiwa Waziri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 na viko baadhi ya kwa mfano hawa wenzetu wa PPRA wana, wana evidence ya hili jambo ninalokuambia, lakini hatua hazichukuliwi. Tuliwaambia kuna wizi ulifanyika pale, CAG akaleta timu pakawa na special audit, madudu ya kufa mtu, hakuna watu waliochukuliwa hatua. Wanafanya kuzugazuga tu wanachukua, si wewe utasimamishwa hivi kidogo, utapiga siku ngapi? Lakini hatua serious hakuna. Hizi ni fedha za walipa kodi, ni fedha za Watanzania. Kwa hiyo mheshimiwa waziri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 wanatumia 1.6 billion kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wako, na mheshimiwa waziri unaweza kutusaidia kwenye hilo kwenye hilo jambo lakini, pia wanatenga wanataka kujenga ukumbi kwa zaidi ya bilioni tatu e, pale mna AICC ndio kazi yao masuala ya mikumbi na vitu vingine. Sisi tumejenga jengo letu la halmashauri pale, kuna kumbi zetu za mikutano na vitu vingine, badala sisi kujielekeza kwenye shughuli za maendeleo, shughuli nyingine huku za maukumbi na nini. Kwa sababu gani? wanajua 3.4 bilioni ambao wamemsainisha mtu watakula mle ndani. Sio kwamba wanabuni wanalipenda jiji, maeneo ambayo yanatatua shida za watu, hela hazipelekwi. We leo unaenda kwenye kivuko kinahitaji gharama ndogo tu milioni pengine hamsini, hela hazipatikani, lakini unachukua hela hizo hizo unakwenda kubomoa sehemu ambayo inakuwa milioni mia nane stendi ndogo unaweka 1.6 bilioni, huku hujamaliza shida za wananchi. Kwa hivyo, mheshimiwa waziri nilikuwa naomba kwa kweli tusaidiane, kwa sababu tunayo dhamana na jukumu la kumaliza shida hiyo, kwa sababu kuna kama kituo cha afya Mkonoo, Rais Samia akapeleka pale zaidi ya milioni mia nane, kilikuwa ni kizahanati, leo ni kituo kikubwa. Barabara mbovu, tungeweza kuokoa 1.6, tungeweka lami pale kuenda kituo cha afya, watu wakaenda zao, wakapata huduma na wakaendelea kula matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kumekuwa na, na changamoto pia barabara yetu ya Afcon kule tunakojenga barabara ya Njolo, tunakojenga kule uwanja wetu wa mpira wa kisasa, na kwenyewe pia barabara ni mbovu. Ni mani yetu kwamba kupitia bajeti hii tutakwenda kuliangalia tuondokana na hizo changamoto. Lakini kingine, Mheshimiwa Waziri, Daktari Samia amepeleka shilingi milioni mia tano kwa ajili ya kujenga soko la wamachinga miaka miwili iliyopita, mpaka leo hazijatumika. Ukienda katika hali ya kawaida, ukienda pale masokoni, angalia soko la Mbauda pale, matope matupu. Milioni 500 ipo, rais kaleta, imekata. Nenda soko la Machinga namba sitini na nane, matope matupu, mapaa yale hayaeleweki. Milioni 500 ipo, ina miaka miwili, daktari Samia kaleta, hamna ambacho kinaendelea kina pale. Nenda soko la Samunge, hali ni mbaya karibuni kila mahali kwa sasa. Unajiuliza hao mliowapeleka kwenda kusimamia maendeleo kule wanafanya kazi yao ipasavyo au wana ajenda zao nyingine? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, najua muda ni mchache, maswala ni mengi. Baada ya kusema hayo nakushukuru sana kwa fursa hii adhimu asante sana. Mheshimiwa, Mheshimiwa Waziri, sekunde moja, sekunde moja. Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Gambo hapa amechangia, amezitaja tuhuma nzito kwa kweli tuhuma nzito pamoja na kwamba hajataja mtu lakini ni tuhuma nzito e, kwamba jengo la bilioni sita zimezidi sijui bilioni tatu kwingine bilioni nane. Sasa hiyo kidogo e, sio jambo ambalo tunaweza kuliacha tu liende kwamba ni mchango wa kawaida wa mbunge. Sasa Mheshimiwa wabunge, kwa, kwa uzito wa tuhuma hizi, Mheshimiwa Waziri tutakapomaliza e, bajeti yako Uh, utuletee taarifa ndogo tu ya huo ujenzi wa hilo jengo eh, tutakupa nafasi hapa bungeni kwa sababu tuhuma zimetolewa hapa bungeni, utakapojibu hapa bungeni tutaona sasa bunge lichukue hatua gani kwenye jambo kama hili. Aya, asante sana Mheshimiwa bunge. Nilikuwa nimeshanataka kusema jambo Mheshimiwa Spika eh, nikiri kupokea maelekezo yako, lakini ni vyema tukakumbushana kwamba mipango ya maendeleo katika halmashauri zetu miji yetu na majiji haipangwi na TAMISEMI, inapangwa kwenye vikao maalum vya mabaraza ya madiwani kupitia kamati za fedha na kamati mbalimbali eh, chini ya mabaraza yetu ya madiwani Sasa hili la fedha eh, pengine ingeenda kufanya shughuli fulani wanaoamua kutuletea eh, ni madiwani ambao sisi sote ni wajumbe eh, kwenye vikao hivi vya madiwani. Kwa hiyo lakini, hili lingine mheshimiwa eh, Spika, nimepokea, tutafuatilia kwa karibu kama ambavyo mheshimiwa mbunge ameweza kuonyesha konsani yake katika eneo hilo. Tutafuatilia kwa karibu na wakati wa kuhitimisha tutakuja na taarifa kamili ya namna tulivyochukulia hatua. Asante sana, itatusaidia sana hiyo itatusaidia sana waheshimiwa wabunge. Wako wageni wengine ambao wamekuja baada ya tangazo la pili la wageni. tuna, tuna, kwanza tunaye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila nimeambiwa amefika. Na yeye karibu sana, karibu sana. Waheshimiwa wabunge, wapo pia nimejulishwa, wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa nchini kote mia moja, wako mia moja themanini na nne na wengine wako upande wa Msekwa. Kwa hiyo wale ambao wako Msekwa, kama mnavyojua utaratibu wetu, kule Msekwa nako wanaendelea watu wengine kufuatilia shughuli zinazoendelea hapa, na kwa hivyo tunatambua Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.